Kuanzisha biashara. Je, yeah, unajua kwamba watu wengi wanaogopa kuanzisha biashara ya hardware au vifaa vya ujenzi wakiamini inahitaji mtaji wa mamilioni ya fedha inaweza ikawa milioni 50 au hata milioni 100. Hiyo ni dhana potofu iliyopitwa na wakati. Kama wewe ni kijana na umemaliza chuo au unataka kujiajiri, leo nitakufundisha mbinu ya smart hardware. hii ni mbinu ya kuanza na mtaji mdogo kwa kulenga bidhaa zinazotoka haraka, yani fast moving items. Usiangaike na vitu kama tiles za gharama au mashine kubwa. Anza na unachokiweza. Karibu kwenye How to Start Business Channel na twende darasani tujifunze mambo ya kuanzisha biashara ya hardware. Hatua ya kwanza ya kutafakari unapoanzisha biashara ya hardware ni eneo la kimkakati. Kosa la kwanza la wengi ni kukimbilia kufungua hardware ya katikati ya mji. Huko kodi ya pango inakuwa ni kubwa na ushindani pia wa biashara ni mkubwa. Siri ya mtaji mdogo ni kupeleka huduma site. Tafuta eneo ambalo lina ujenzi mwingi unaoendelea, maeneo mapya ya makazi, hilo ni eneo mojawapo. Na kwa nini? Kwa sababu mafundi na wenye nyumba wanataka kupunguza gharama za usafiri. Akiona anaweza kupata mfuko wa saruji au kilo ya misumari mtaa wa pili, hata kwenda mjini kutafuta hivyo vitu. Eneo lako ndiyo mtaji wako wa kwanza. Hatua ya pili ya kutafakari ni bidhaa za kuanza nazo katika biashara ya hardware. Usijaze duka na vitu vya urembo vinavyokaa miezi mitatu store. Nunua vitu vinavyotoka kila siku. Hizi hapa ni top four, ni top four, yani bidhaa nne za kuanza nazo. Ya kwanza ni cement au kwa Kiswahili ni saruji. Hii faida yake ni ndogo sana kwa mfuko, lakini ndio sumaku ya wateja. Mtu akija kununua saruji atanunua na vitu vingine. Namba mbili ni misumari ya waya, yani binding wire. hapa ndipo penye faida. Kilo ya msumari ina faida nzuri na haiharibiki. Na namba tatu ni mabomba na fittings, yani plumbing, elbows tees, na mabomba ya maji ya plastic. Hivyo pia ni vitu ambavyo vinatoka sana. Hizi ni bei che kununua kwa jumla na zinahitajika sana wakati watu wanafanya finishing au mafundi wanafanya finishing. Namba nne ni rangi ya kawaida. Usianze na rangi za kompyuta za mamilioni, anza na rangi za maji na mafuta, yani oil paints, zinazotumika zaidi kama vile cream na white. Kanuni ni rahisi sana. Asilimia themanini ya mtaji wako iende kwenye vitu vinavyohusika ndani ya wiki moja. Hiyo inaitwa cash flow. Hatua ya tatu ni mahusiano na wasambazaji. Unapokuwa na mtaji mdogo, netweki yako ndiyo pesa yako. Jenga mahusiano na maduka makubwa ya jumla. Ukiaminika unaweza kuanza kupewa mzigo kidogo kwa mali kauli unauza, unarudisha pesa na unabaki na faida. Pia toa huduma ya usafiri kwa bei nafuu. Hata kama huna gari, kuwa na mkokoteni au bodaboda ya karibu unayoweza kuwatumia au kuwatuma wampelekee mteja mzigo saiti kwake. Hii convenience ndiyo itakufanya ushinde ushindani wa maduka makubwa ya hardware. Hizo ndio hatua tatu muhimu nilizokueleza kuhusu jinsi ya kuanzisha biashara ya hardware ambayo itakuwa na mafanikio, na hali ukiwa na mtaji mdogo. Sasa, kwa kumaliza hii video, nina wito ninaotaka kuutoa kuhusiana na mambo niliyoongelea kwenye video hii. Jambo la muhimu la kukumbuka ni kuwa biashara ni kuthubutu. Usisubiri uwe na kila kitu. Anza na duka dogo la frame moja au hata container. Bora tu uwe eneo sahihi na bidhaa ziwe pia ni sahihi. Kama video hii imekupa mwanga, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe na uweke komenti hapo chini. Je, ni bidhaa gani ya ujenzi unahisi inalipa zaidi? Nitajibu maswali yenu yote. Mwisho kabisa, ninawasihi vijana ambao wamemaliza vyuo na ambao hawakufanikiwa kupata ajira ni kuwa wasikate tamaa na hiyo hali, bado kuna uwezekano mkubwa wa kujiajiri kwa kuanzisha biashara. Nafahamu changamoto kubwa za kuanzisha biashara ni upatikanaji wa mtaji, lakini pia kukosekana kwa elimu ya ujasiriamali. Sasa sisi ndio tumeamua kusaidia kwenye hayo mambo mawili. Kuhusu mambo ya mtaji, tutakueleza jinsi ya kuanzisha biashara kwa kutumia mtaji mdogo, na kuhusu elimu ya ujasiriamali hii tunakupatia. Na kwa mfano kwenye YouTube channel yetu ya How to Start Business, tunazungumzia mambo mbalimbali mbali ya ujasiriamali, lakini hata kwenye hii Tan Business channel online television pia tunazungumzia masuala mbalimbali ya elimu ya ujasiriamali. Cha muhimu ni kusubscribe, ili usikose huduma zetu zinazotolewa na Tan Business channel online television pamoja na How to Start Business YouTube channel kuanzisha biashara.